na imebainika kwamba visa vya dhuluma za kijinsia katika kaunti ya Taita Taveta vimekuwa vikiongezeka katika siku za hivi karibuni, hali ambayo imechochea serikali ya kaunti hiyo pamoja na mashirika ya kijamii kuanza mchakato wa kukabiliana na ongezeko la visa hivyo. Katika mkutano wa kuanzisha rasmi siku 16 za kupinga dhuluma za kijinsia katika eneo bunge la Wundanyi, iliarifiwa kwamba jumla ya visa 440 vimeripotiwa kufikia mwezi wa kumi mwaka huu. Waziri wa jinsia kaunti hiyo Rugi ametoa wito kwa jamii kuripoti visa hivyo kwa asasi za kiusalama. Kwamba Undanyi, kuna cases nyingi zile tunasikia na zinapotelea chini chini na haziletwi kwetu, kwa sababu tukiangalia uh, sub county zetu zote nne kwa hizo namba nimepeana, mia nne arobaini na kaunti ya Undanyi sub kaunti ya Undanyi inachangia kiwango cha chini zaidi, wako chini zaidi kwa reporting, lakini kwa zile tunasikia huko nje ni nyingi sana na utapata hazikui reported. Kumekuwa na cases nyingi ambapo wanaume na wanawake wanajitoa uhai, ambapo zingine nyingi zinahusiana na mambo ya hii mashida ambayo tunaangalia siku ya leo. Kwa hivyo leo ndio sababu tuko hapa na tumeamua lazima, kama serikali ya kaunti, kama washikadau, kama wananchi, lazima tumalize hii shida ambayo imekuwa kubwa sana. Taita Taveta imeendelea na kuwa na keze zikiongezeka mwaka baada ya mwaka, na sasa hivi tunaona ni kama inaelekea kuwa mbaya zaidi. na mtazamaji eneo bunge la Magarini